Hii hapa sasa sehemu ya nane. Jamaa kakasirika kweli kweli, akaenda akachukua gobore baba la baba leo, sasa ndo nataka kufanya kitu kibaya zaidi. Akamnyoshia mzee mzima bwana Inkyu, pamoja na baba la baba anamwita Seyu. So anasema niwaambie ukweli kwamba sitowahi kumpenda ubinti tena. Miaka kumi mekuwa nikimsubiri, amekuwa kiniendesha kama kichaa. Leo nakuja kusikia kwamba eti hivi ametoka na marafiki zangu wote wawili. Jamaa anashindwa kuelewa. Kwa nini imekuwa hivi? Kwa sababu gani? Nini kilichopelekea yote? ka... Yaani anasema hapana. Sio kweli. Mimi sikulala na mpenzi wako so, sijawei kudete na mpenzi wako. Ambia sikiliza, mm, nini kilichok kiendelea katika ofisi yako? Anasema siku ile binti alinaidi kunipatia zawadi mm, na wazawadi ambao aliamua kunipatia siku ile ilikuwa ni kunipatia mm, kunifajia massage. Kwa hiyo siku lipokufika mm, yawezekana ulitukuta litukuta tupo tunafanya massage Ah! Yo, siku jamaa nakumbuka Binta alimwahidi ya kwamba atampatia zawadi yoyote atakayohitaji chochote atakachohitaji alikuwa yupo tayari kuanza kumpatia. Sasa siku hiyo kumbe Binta aliamua kumpatia masaji. Kamfanyia masaji. Sasa alipofika pale wakati ule ndo alikuta masaji inaendelea kwa akahisi ya kwamba huku ndani labda kuna mambo mengine mengine inaendelea. Asema, eh? Na we mpuzi. Siku ile pale hospitalini kwako nini ulichomfanyia mpenzi wangu eh? Niambie? Binti anasema tafadhali, eh, Sejuna usimweleze chochote. Anasema, apana nitamweleza e, kila kitu ili kuweza kuweka mambo yote bayana, ili asije akaona ya kwamba labda kuna kitu kibaya kinachoendelea, tamweleza kila kitu, nini kilichoendelea katika siku ile pale hospitalini. Binti akamwambia, basi hakuna shida. Endelea. Anasema siku hiyo Binti alikuja pale hospitalini alikuja anaumwa na kama daktari, ilinipasa kuweza kufanya kitu kufanya kazi kama kazi. Siku hiyo binti alikuja pale alikuwa naumwa, ugonjwa wenyewe alikuwa naumwa ndugu yangu, alikuwa sijui ugonjwa aina gani hasa. Jamaa anasema kwamba mbali na siku hiyo, siku ya kwanza nilipogundua kwamba binti kuna ugonjwa fulani unamsumbua ni siku ambapo alikuwa amekunywa pombe akawa amelewa kweli kweli. Binti huyu tukampeleka kitandani kwenda kupumzika. Sasa, wakati umempeleka kitandani kwenda kupumzika binti, binti akaanza machenga chenga, mzee mzima akaanza kumkamata eh, kum mzee mzima bwana Sejuna kamata kweli kweli, binti ana matatizo. Binti gani? Shida gani? Wewe binti niachilie bwana niachilie, wewe umechanganyikiwa, mjuna umechanganyikiwa binti, A, binti. binti. binti. Okay, <coughs> kaanza kumshika jamaa hmm. Binti ana shida gani huyu? Mgoja tu mgoja, subiri kwanza. Binti kama vile ana, ana, ana pepo, ndugu yangu pepo sijui limepanda ghafla. Na jamaa mzee mzima naye akashikwa, wewe Mjuna tulia basi tulia, unafanya nini jamani, eti Nilipotazama kwa umakini zaidi, niligundua kwamba binti huyu ana ugonjwa. Kwetu tunasema labda amelogwa, amelogewa mapenzi. Sasa binti huyu alikuwa ana ugonjwa huo, usiku unapofika anakuwa anaweseka kimahaba kwelikweli kweli. sasa daktari akawa amefahamu ile jambo, aliofahamu ile jambo, aliamua kuweza kumtuliza binti binti ya amani yake, au kuweza kuwa katika hali ya kawaida zaidi ni kukubaliana na matokeo kwa kile ambacho anakifanya binti. Usiku kucha huwa anaweweseka kweli kweli kimahaba, i say huo ni ugonjwa wa binti ambao upo, na dokta akawa ameshakwisha kuutambua. Kwa hiyo aliamua kuweza kuufanyia kazi ili kuweza kumrejesha binti katika hali ya kawaida. Kwa hiyo nataka niseme kitu kimoja, hakuna yoyote aledeti na mpenzi wako, hakuna kw liku nahisi tu ya kwamba kuna kitu kama hicho kimetokea, lakini Wasal. Hakuna chochote kilichoweza kutokea, elewa hilo. Sisi ni marafiki, miaka kumi tumeishi pamoja, inawezekanaje kuweza kuja kukuzunguka kiasi hicho ya kwamba wanaume wawili wote Kusosa. tudeti na mwanamke wako? Kwa hiyo cha kwanza umehisi vibaya, ni kitu ambacho hakiwezekani, ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa umehisi vibaya. Mabinti nao akaanza kuleta noma. Unataka kuleta shida eh? Tulia, utaua mtu? Eti utaua kwa sababu gani? Sasa ukweli ndo huo, na hakuna chochote nilichoweza kuificha kwangu mimi binafsi. Jamali ajikuta analia. <sighs> co calmotange <tukenyebewa> oso kuniambia kwamba hamna hatia katika hili, hamjafanya kosa. Binti akageuza e, bunduki akaigeuzia kwa majamaa, kawambia nyinyi ni marafiki waongo, marafiki waongo. nyinyi ni waongo nyinyi nyote, mnampenda ubinti, mnampenda ubinti, ukweli ndo huo, mezibahisia zangu menifanya sasa hivi nimekuwa ni mtu mwenye uchungu wa kulia kila siku, huo ndo ukweli. <laughs> Sasa si tutangaza, msamaha ninakwenda kuua wote. Nakwenda kuua wote, wote. Jamaa akasimama akaweka ngoma pale

Ita. <laughs> Tafadhali acheni basi Ala. Binti Mijuna akaamua kuingilia iliswala kuwastopisha wasije wakaleteana shida, sababu mambo yashafikia pabaya, baba la baba, ehe. Binti Mijuna akasimama namna hiyo, anataka kuweza kuweka mambo yote a, tafadhali acha Mijakuma. Embu hacha tafadhali sasa hacha kabla ya sisi sote kuonekana wapuuzi katika jamii ya watu wanaotuzunguka tafadhali acheni beef acheni vita alimsogelea mzee mzima akambia I'm sorry. Ne. samahani mimi ndo moja kati ya watu ambao ni chanzo cha kila kitu, naomba nisamehe. Inawezekana nimekosea pasipo kujua au kwa kujua so, nisamehe katika hili. Mimi ndo chanzo cha kila kitu kini, pia ni kwa sababu ya ugonjwa wangu huu ambao ulikuwa unanisumbua ugonjwa wa kuweseka kimahaba wewe kuweza kuhisi mambo yote haya, naomba nisamehe. Narudia lile neno la kwanza niliweza kukuambia mapema zaidi ya kwamba urafiki wetu ukoe chachu ya mafanikio yetu ya mbeleni. Tumekuwa marafiki kwa miaka kumi, natumaini sasa tutakwenda kufungua maisha mapya kuna rafiki yako yoyote ambaye nimediti naye, lakini wamekuwa wakinisaidia katika kila jambo, wamekuwa wakinisaidia katika mambo mengi mbalimbali, wamenisaidia katika mambo mbalimbali. Mimi nimeonekana ni mtu unayotenda makosa. Naomba tafadhali, naomba niende jamaa, naomba niende. Akamshika mkono, ataki binti aondoke, lakini binti alimtoa mkono namna hii, akamwambia naomba tafadhali, please. Naomba niende. Binti akaamua kusepa kwa sababu yendo alikosa endo alifanya makosa na ndo hivyo makosa kayatenda yeye, hata kupelekea kuhisi eh, kuhisi marafiki wote wameweza kufanya mambo mabaya, lakini kumbe ni vitu ambavyo avipo. Anasema urafiki wetu wa miaka kumi haukuweza kutenganishwa kirahisi. Tuligundua kwamba wote tulikuwa tunahisi vibaya, kwa hiyo kila kitu kikawa kimeenda namna hiyo. Sasa muda ukapita na kwa sasa ni mwaka mzima umpita. Kwa sasa bwana, marafiki wapo wa nne. E, mzee mzima bwana Nkyung pamoja na mke wake kipenzo anamwita Kyung, lakini e, eh? pia mzee mzima bwana Sejuni pamoja na bibi Kansera wapo leo, wameketi sehemu hii, wanapiga zao eh, chochote kito, anapiga kinywaji. Sema ni kipindi kirefu sasa, mwaka mzima umepita, marafiki zetu wawili hatujawaona ili kukamilisha namba yetu, namba sita, na mpaka sasa hivi bado wawili hao hawajaoana hawajapata, yeah, wachumba kwa ushakwisha kupata bahati. Tumetengeneza urafiki baada ya urafiki, tumetengeneza pia ndoa, kwa hiyo ina maana kwamba tumezidi kuwa pamoja zaidi katika kipindi kingine endelevu. Sasa kilichopo vipi kuhusiana na marafiki zetu wawili hawa, e Bibie Mijuna pamoja na Montaki? Tunafanyaje ili kuweza kuunganisha na kuendelea kuwa kitu kimoja, kuendeleza ile ule urafiki wetu. Tunafanya nini? Eti. Anasema <ored answered> niliweza kumwona Wontaka katika TV lakini Mijuna mpaka sasa hivi sijajua ni wapi alipokwendaga. Sasahivi sijuagi mijuna ameendagapiaje kumwonaga mijuna lakini, eh, dogo alishakuisha kumwona kwenye TV kwa sababu ni msanii muimbaji, alishakwisha kumwona lakini, sasa ndohivo, anasema kwa sasa bwana eh, Ontaki ni famous, ni anafahamika uh, na watu mbalimbali, ni msanii mkubwa. Nafikiri sasa ni wakati tujue nini hasa kinachofuata kwa rafiki yetu Wontaki e, pamoja na bibi wanamwita e, Mijuna. Basi muda uliendelea kupita siku moja bwana, katika upande wa pili upo binti moja anaonekana hapa kabisa mfanana na bibi wanamwita Mijuna, kuja katika sehemu hiyo kuja kupata chochote kitu simani. Mm, hapa ndugu yangu chochote cha hapa kinapikwaga ni kizuri kweli kweli, kizuri kweli kweli. Kuna vitafuno pale vimechorwa picha ya mtu ndugu yangu, vimerembwa kweli kweli, nasema yn yani uwezi amini, binti anaepikaga hapa anapika vizuri kweli kweli kweli. E, yani chakula chake ni, ni kitamu si mchezo ah, ndogo nzuri. Wakiwa pale, mara ghafla, kuna kijana mmoja kuweza kuingia hapa, kimtazama mzee mzima bwana wontak mbia oh, jamani, ntak amekuja hapa jamani, jamani, kaka huyo Nsamboi jamani, jusikati ameingia katika chati mm -hmm. ya wasanii wanaotrend eh, mm -hmm. wa wa hapa nyimbo yake ile moja wanaita kwa kiwango kikubwa katika mapishi hapa bwana anapikaga vyakula vyakula hapa nini pikaga vitu vitu vingine vingine vizuri vizuri katika sehemu hii. Ghafla leo akatembelewa na mzimzimo bwana, akamwambia nimekutafuta kwa kipindi kirefu, miaka mwaka mzima umepita na kutafuta, hatimaye nimekupata, nimekuja hapa, tafadhali tuweze kuendeleza mahusiano yetu. Nimegundua kwamba hakuna chochote kilichoweza kutokea na nimegundua kwamba nilikufanyia makosa, naomba tafadhali tusau yote na tutengeneze mahusiano mapya ambayo yatakuwa ni mazuri zaidi. Naomba tafadhali nipe nafasi nyingine tena. Binti anasema nilikuwa nikikusubiri kwa muda mrefu, na hatimaye sasa umekuja. Kwa sasa binti alikuwa akimsubiri kwa muda mrefu, na hatimaye sasa amekuja katika kutimiza ile ndoto yao ambao walikuwa wakiitamani kwa muda mrefu kufikia malengo, eh, tokea kipindi cha urafiki mpaka kipindi cha mahusiano mapya, ndoa, na kuishi maisha yenye furaha na amani. Nafikiri sasa hiyo ndo ilikuwa ndo nia madhumuni ya wao kuishi pamoja zaidi. Kama kawaida, walikorofishana, waliishi maisha ambayo hayakuwa ya maelewano, lakini mwisho wa siku mambo yamekuwa safi, mambo yameiva, na kile walichokiplani kwa miaka kumi ya urafiki, hatimaye sasa e, kinaingia katika mahusiano mapya. Ina maana kwamba sasa wanaingia katika mahusiano mapya, wanaingia katika mahusiano ya kimapenzi, na mwisho wanaoana kama mke na mume na maisha yanaanzia ya pale. Ndivyo ilivyokuwa na ndivyo mambo yalivyojiri zaidi.